ninapenda kusisitiza maeneo kadhaa ambayo ni muhimu kwa mafanikio na juhudi zetu za pamoja katika kuimarisha ushirika na sekta ya kilimo hapa nchini. Moja, kwa wakulima na wananchi kwa ujumla, hakikisheni mnajiunga na vyama vya ushirika vilivyosajiliwa ili kunufaika na fursa mbalimbali zinazotolewa serikali na wadau wa maendeleo ikiwemo na upatikanaji wa mitaji, huduma mbalimbali za kiutaalamu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 juu ya majukumu yako kwao, wao wana ushirika. Nne, Wizara ya kilimo pamoja na tume maendeleo ushirika ya ushirika nyie, hakikisheni utekelezaji wa mikakati yote iliyopitishwa hususan katika maeneo ya teknolojia ya kilimo, lakini pia upatikanaji wa pembejeo na masoko yake vinaimarishwa kikamilifu. Tano, Wizara hakikisheni maandiko ya taarifa zilizozinduliwa zinaandaliwa pia kwa lugha ya Kiswahili, maanake ni kuangalia makabrasha yote hapo ni ya Kiingereza, na wakulima huku wengi wanakijua zaidi Kiswahili kuliko Kiingereza, lengo ujumbe wa msingi uliokusudiwa uweze kuwafikia na waelewe malengo ya serikali hasa kwenye sekta ya kilimo. Sita, wadau wote wa maendeleo endeleeni kushirikiana na serikali katika kutoa rasilimali, utaalamu na ubunifu ambao unahitajika katika kuendeleza sekta hii muhimu. Nami niungana ungana Mheshimiwa wa Waziri kwa kuwashukuru wadau wote wa maendeleo ambao pia mmeendelea kuchangia sekta ya kilimo, mmeendelea kuchangia uwepo wa mdahalo huu mwaka huu 2025 ni kwamba hatuna namna ya kuwashukuru, lakini lazima mjue kwamba tuwashukuru sana na tuwahakikishie kwamba tunawapa ushirikiano wa dhati wakati wote mnapotekeleza majukumu yenu. Ndugu wageni waalikwa, wana ushirika, sasa ni matarajio yangu kuwa kila mmoja wetu, wakulima, viongozi wa ushirika, viongozi wa serikali, wadau mbalimbali, sasa kila mmoja ataona wajibu wa kushiriki kamilifu katika mageuzi ya ushirika na kilimo kwa ujumla ili kuhakikisha kwamba juhudi zinazozifanywa leo zinajenga msingi imara wa maendeleo ya kizazi kijacho. Mwisho, nitumie nafasi hii kuwapongeza wizara tena na kutoa shukurani za dhati kwenu wizara kwa kazi kubwa mnayoifanya ya maboresho na mabadiliko ya sekta ya kilimo, lakini pia niwapongeze na kuwashukuru wadau wote tena kumeendelea kushirikiana na serikali katika kuendeleza sekta ya kilimo na ushirika ili kuweza kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa chakula na fedha pale ambako tunalima mazao ya biashara. Lakini pia naomba nitambue mchango wa wadau wachache ambao kwa kweli tumeendelea kushirikiana nao kwa karibu zaidi. moja. Benki ya maendeleo ya Afrika kwa mchango mkubwa katika ufadhili miradi ya kimkakati kama vile BBT. Tuwapigie makofi benki Afrika wametupa hizo dola milioni 129.71 na leo tumeendelea kuchomekea, waendelee kutupa zaidi. Mbili, benki ya ushirika Coop Bank, kwa kazi kubwa ya kuwezesha upatikanaji wa huduma za kifedha toka tulipoanza mpaka kesho tutakapozinduliwa rasmi kwa wakulima na vyama vya ushirika, na kwa hiyo mifumo yote iweze kudhibitiwa, tuwapigie makofi bwenko. Tatu, Tume ya Ushirika, tunashukuru sana Tume ya Ushirika kwa usimamizi mzuri wa ushirika, na hapa leo nchini tunaringa kwa sababu tumefikia hatua mzuri, na tunashukuru sana kwa kusimamia huduma za kifedha kutoka taasisi zote. Na mheshimiwa mwenyekiti, tunajua we ni mkurugenzi mkuu wa CRDB, na tunaona fedha inazomiminika kutoka CRDB kwenda kwenye ushirika, hongera sana, tunakushukuru sana. Na mabenki yote yaliyoko hapa, endeleeni kuelekeza fedha kwenye ushirika ili kuinua kilimo, na milango hiyo tunayo na mmeshaanza, endeleeni na utaratibu huo. Nne, taasisi za serikali na sekta binafsi ambayo zimekuwa mstari wa mbele katika kutoa msaada kitaalamu kifedha na miundombinu, tuwapongeze wote kwa kuwapigia makofi. Lakini kubwa zaidi ni sisi wenyewe wakulima, vijana na wanawake, ambao ni nguzo kuu ya mabadiliko tunayozungumza leo, tujipigie makofi wenyewe, na kwa washirika wa maendeleo ambao wameendelea kutoa usaidizi mkubwa katika kufanikisha mikakati yote ya mageuzi ya maendeleo ya ushirika na kilimo hapa wapigie makofi popote walipo, kwamba mafanikio ambayo tunaona leo sio ya serikali peke yake, bali ushirikiano wa serikali na nyie wadau ambao kwa kweli mmeamini kwamba dira ya maendeleo ya taifa letu inaweza kuimarika kama tukiimarisha kilimo na ushirika. Na tuendelee kuwashukuru na kuwapongeza wote kwa dhamira hiyo ya dhati. Mafanikio ya sekta ya ushirika na kilimo kwa kweli yanahitaji mshikamano wa dhati tena wa kitaifa, na ushirikiano huu lazima uwe wa kweli na wenye dhamira ya dhati kutoka kwa kila mmoja wetu. Kwa wale waliopewa dhamana kusimamia ushirika, hakikisheni uadilifu, uaminifu, moyo wa kujituma unahitajika zaidi. Kongamano hili ni fursa kipekee ya kuibua fikra mpya, weka mkakato wa kuunganisha nguvu weka mikakati thabiti ya maendeleo ya ushirika na niwasihi tuendelee kuwa na mijadala yenye tija tukitanguliza masuala ya wakulima wa, wa taifa letu kwa ujumla wake. Lakini tuchukue maazimio ya leo kama nyenzo ya utekelezaji wa mabadiliko tunayotarajia kwa ajili ya msimu ujao. Niwashukuru tena kwa kushiriki kwenu kwenye matukio haya. Basi, kabla sijatamka neno la mwisho la kuahirisha, niwakumbushe tu kwa idadi hii kubwa kwamba huu ni mwaka 2025 una tukio moja kubwa sana nchini na duniani kote, la uchaguzi mkuu. Kila mtanzania kwa haki yake kabisa ya kikatiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenye umri kuanzia miaka 18 anayo haki ya kwenda kumchagua kiongozi anayemtaka, na mwaka huu tunachagua, tunachagua rais tunawachagua wabunge, tunawachagua na madiwani. Wewe pia unayo haki ya kwenda kumchagua kiongozi yule kwa. Tunapokutana kwa wingi huu, hii ni ajenda muhimu ya kukumbushana kwamba kila mmoja ambaye tayari amefanya maboresho kwenye daftari la upigaji kura anapaswa kwenda kupiga kura. Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa alikuwa ananidokeza hapa kwamba niwajulishe kwamba Chama cha Mapinduzi chenye ukumbi huu tuliokaa, mwenyekiti wake si mwingine ni yule, na nimewasikia vizuri hapa kutoka mwanzo, hata pia Msechu ameeleza ubora na uimara wa mama yule mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na niwaibie tu kilichotokea huko. Chama cha Mapinduzi tayari, chama cha Mapinduzi kimeshapata mgombea wake, naye si mwingine, ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunawasubiri wengine kwenye vyama vingine. Ili mradi leo tunaringia mafanikio ya sekta ya kilimo, tunaachaje kumuunga mkono? Ili mradi leo tunakwenda kuzindua benki kesho, na mzinduzi mwenyewe ni yeye mwenyewe, na mmeiona benki ii ilivyokuwa na mabilioni ya fedha kwa ajili yenu. Tunaachaje kumuunga mkono? <laughs> na kama ambavyo Msechu alimaliza kwa ya wimbo wake kwa kusema mitano tena, mitano tena, kwa mheshimiwa Samia kwenda, mimi nisiseme tena Dr. Samia. <laughs> Dr. Samia Dkt. Samia tunamwombea mitano tena. Kwenu mkampigie kura siku hiyo ili aendelee kuimarisha kilimo, aendelee kuimarisha ushirika ili mabenki haya yalete pesa nyingi kwetu wakulima, tufanye shughuli ya kilimo iliyoendelevu. Hapo mnasemaje? Hapo vipi? Hapo vipi? Kilimo oye. Oye ushirika oye, oye. dr Samia Suluhu Hasani oye, oye. Dokta Huseni alas Mwinyi oye. Oye na nyie wenyewe wanaushirika oye, oye. Na nyie wadau wenyewe oye, Samia dr Samia, dr. Samia. Baada ya kusema hayo, sasa natamka rasmi kuwa kongamano hili mdahalo mda huu wa wanaushirika uliopata watu wa mada wenye weledi wenye uelewa wenye historia katika nchi hii kwenye ushirika na sekta ya kilimo nimeufungua rasmi Asante sana kwa kunisikiliza.